Ni mwanaume ameenda kwenye pati, amelewa sana Mwa, amelewa sana na mke wake naye akawa amelewa kiasi fulani na mwana. Baadaye mwanaume anakuja kuambiwa na marafiki zake kwamba, siku ile pati, unajua ilikwaje? Mke wako alinyonya Alex dudu, <laughs> alabia, alabia mke wako, alinyonya, dudu. Akutiana, alinyonya, dudu. Anarudi nyumbani amekasirika kweli, aenda kumuuliza mtu wake, mtu akasema ni kweli ninyonya lakini na yale ninyonya, hatukufanya kitu. <laughs> Kwa sababu hatujaingiliana, si uzinzi bwana. Mwanaume sasa ndio ananiuliza mimi.

Asilimia kubwa ya watu wanaume kwa wanawake, anaona mwanaume akiona, kina nimemnyonya mke wangu nyeti yake, mwanamke naye anakimbilia kunyonya mwanaume, anaona amefanya kitu kikubwa sana, lakini tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba kwa uhusiano kwa wa muda mrefu hiyo haipendezi, ni afadhali huyu aliyesema kwamba amemnyonya tu, lakini hawajatiana <laughs> kwa sababu yale mazingira yale, sawa. Kwa hiyo kwa kwa, hali kama ile inatosha. Sawa, kwa hali kama ile ni kwamba ni mkiwa mtu wa mtu halafu kwenye eneo ambalo watu wanaweza kuona kwa urahisi, sawa, wanaweza wakaona kwamba fungua wa tu zitu wakakunyonya yakaisha lakini ankuingiliana sawa. so, lakini kwenye tendo la ndoa kunyonyana peke yake kwenye mume kwenye ndani ya ndoa uhusiano ulio kamili na ulioiva, ulioiva, peke yake, hakutoshi. Na uhusiano ulioiva, labda nitumie neno hilo, kwa uhusiano ulioiva kunyonyana peke yake hakutoshi, na itakuponza itakugarimu, kwa kiswahili cha kisasa. Kwa sababu gani? so, haigusi maeneo mengine ya mwili wa huyu mwanadamu. Kwa hiyo yote ndoa hiyo, hiyo, mwili wa mwanamke una maeneo kumi na saba yanayohitaji kufunikiwa na mwanaume, ya kila eneo lina ufundi wake nabee. Mwili wa mwana mwana mwana mume mwana... mwana... una maeneo kumi na manne mw... <coughs> na kila eneo lina ufundi wake. Kuna eneo la kumi na nane kwa upande wa mwili wa mwanamke limegunduliwa na hawa watu ambao wanaitwa transgender, ambao wanaitwa yaani, mtu alikuwa ni mwanamke amebadilisha jinsia yake amekuwa mwanaume, ni eneo hilo la kumi na nane kwa upande wa wanaume na watu ambao nataka nikueleze hali halisi, kwa sababu gani kumwandaa mwenzio kabla ya kumwingilia ni jambo la muhimu sana, uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume. Kwa sababu tafiti zinaonyesha wazi kwamba kadri mnapofanya tendo la ndoa kwa muda mrefu bila nyinyi wenyewe kupanga unajikuta unamuona mwanamke ulie naye unamuona mwanaume ulie naye ana mvuto mkubwa kuliko watu wengine wote hapa duniani. Kwa sababu gani? Kuna kichocheo ambacho kinasababisha hali hiyo kutokea. Unajikuta tu ujielewi, lakini unakuta unampenda huyu mwanamke unampenda huyu mwanaume kuliko kawaida, kwa sababu kuna kichocheo kinaitwa bond homoni. Kama unafahamu bondi ni vitu kushikamanishwa, bond homoni ni homoni. Hiyo inaitwa oxytocin, ina nguvu ya kufanya wewe Umpendelee uliyomzoea, watu wengine wote tunaona watu kama midoli. Kama huamini, unafahamu Kiingereza, ingia kwenye Google Oxytocin, alafu kama katika sex hormone, unaweza kuona wewe mwenyewe ninachokuambia. Sizungumzi hadithi za paka na panya, mimi ni sexologist sawa? Mwana sayansi mambo ya seksi, aisi zungusi vitu vya hadithi za paka na panya.